Tu, usimhuzunishe Roho Mtakatifu, usimhuzunishe huyo mwanamke ambaye ni msaidizi wako. Kristo hakuna wakati aliweza kutu kututishia sisi kanisa. Wewe mwanaume unamtishia na kumhofisha mke wako, unaona uko sahihi? Hauko sahihi, jiandaye tu. Usipobadilika jiandaye kabisa, hata uchubue suruali ukienda kwenye madhehebu hata uombewe wa kuwekea wachungaji mikono kwenye kichwa hadi upara uje jianayo, utaenda jehanamu usipotubu na kuacha. Lakini ukitubu na kubadilika, mbingu za Baba zitakupokea, maana Biblia inasema ya kwamba ni furaha gani iliyo mbinguni ya kwamba mtu mmoja anapotubu na kukiri na kuacha dhambi zake, mbinguni wanashangilia na kufurahia kwako kwa ikiwa kama hautaacha tabia chafu na mbaya na mbovu ambayo unamfanyia